Mkurugenzi mkuu wa Chuo cha ESAMI, Peter Kiuluku, amesema Tanzania ina bahati kuwa na rais mwanamke, jambo linalotoa fursa kwa wanawake wa Tanzania na Afrika kumwona kama mfano wa kuigwa katika uongozi wa ngazi za juu serikalini. Ambapo ametoa wito kwa wanafunzi wa Programu ya Mwanamke Kiongozi kufuatilia na kujifunza kutoka kwa viongozi wa juu wa serikali akiwemo Rais Dr Samia Suluhu Hassan, ili kupata mwongozo wa kuwa na viongozi bora katika sekta mbalimbali. Akizungumza leo jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi wa muhula wa kumi na moja wa programu hiyo ya Mwanamke Kiongozi, inayoendeshwa kwa ushirikiano wa chama cha uongozi bora unaochochea maendeleo. Ukiangalia viongozi wetu, Tanzania iko na bahati leo kwamba anayeongoza nchi ni mwanamke. Kwa hivyo mm, mentorship ama kwamba wanawake wa Tanzania na pia Afrika wako na mtu ambao anaweza kuangalia, ambao ni kiongozi katika ngazi za juu serikalini. Kwa hivyo kuwa na Dkt. Samia Suluhu Hassan, nilisema ni mfano wa kuiga na ni mfano kwa wanawake viongozi, kwa sababu watu wote ambao tunasema ni viongozi wanasoma kutoka kwa wengine, na pengine wanaenda pia shule kusoma mambo ya masomo ya uongozi, lakini ile ambayo ni muhimu zaidi ni kuiga na kuona viongozi wazuri ndio pia unapata mfano wa kuongoza. Wanawake ni asilimia zaidi ya hamsini ya population ya Tanzania, na kama uko na watu wengi kiasi hicho, lazima pia washirikishe kwa uongozi, na wanaume na wanawake wote wakashirikiana kwa uongozi, nchi itaendelea na mashirika yetu bado yataendelea. Kwa hivyo ndio umuhimu wa kozi kama hii ya uongozi wa wanawake. Kwa upande wake, mtendaji mkuu wa chama cha waajiri Tanzania, Suzzan Ndomba, amesema programu ya mwanamke kiongozi si ya Tanzania pekee, bali inatekelezwa pia katika nchi nyingine tano za Afrika, ikiwemo Kenya, Uganda, Ghana, Tunisia na Jordan amebainisha kuwa programu hiyo inajumuisha masomo matatu makuu ikiwemo ya uongozi, mawasiliano na umahiri katika bodi, ikiwa na lengo la kuwajengea wanawake ujuzi wa kuongoza na kuongeza uwakilishi wao katika ngazi mbalimbali za uongozi. Kohoti ya kumi na moja ina makampuni thelathini na sita lakini ina wanawake mia moja na sitini kwa taarifa za leo asubuhi. Kwa hiyo darasa ndio limeanza, kwa hiyo tumeweza kuzindua, lakini moja kwa moja. Wanaanza moja kwa moja darasa pa, na, na, na programu kama ambavyo unafahamu kwamba tunafanya kwa ushirikiano na chuo cha ESAMI, na washirika wetu kutoka Norway, lakini lazima ufahamu kwamba Female Future program haiko Tanzania tu, ni kozi ambayo inafanywa katika nchi saba, nchi sita kutoka Afrika kwa maana ya kwanza, Tanzania, Kenya, Uganda, Ghana, Tunisia, uh, na Jordan. Kwa hiyo uh, wanaenda kuingia kwenye, kwenye, kwenye sehemu ya grupu lile kubwa la nchi zingine pamoja na Norway ambako programu hii imetoka. Um, nafikiri umesikia uh, makampuni yao wamekuja wamezungumza, lakini na wenyewe wameweza kujitambulisha, lakini wataendelea kufahamiana zaidi kupitia programu. Programu yetu ina, ina masomo matatu kwa maana ya modules, tuna leadership kwa maana ya uongozi, tuna rhetoric kwa maana ya mawasiliano lakini pia wanafundishwa umahiri katika mabodi. Lengo la programu hii kama ambavyo tumekuwa mmesikia wakati wote tukizungumza, ni kuhakikisha kuwapatia wanawake, sio kusema kwamba wanakuja hawana ujuzi, ujuzi wanao, lakini kuwaongezea ujuzi ili waweze kuongoza. Katika uongozi kuna mambo mengi, lakini tunajitahidi kwamba kuongeza ile namba ya wanawake viongozi katika maeneo mbalimbali na hasa hasa mahala pa kazi, kwa sababu sisi chama cha Waajiri Tanzania tukiwa kama wasemaji wa waajiri na tunasimamia eh, waajiri nchini. Kazi yetu pia ni kuhakikisha kwamba masuala um, ya usawa kijinsia katika maeneo ya kazi pia yanaweza kuzingatiwa, na programu ya Mwanamke Kiongozi ni moja kati ya malengo haya. Uh, tulitoa data mbalimbali mbali, ambazo tangu programu hii kuanzishwa utakuta kwamba kuna wanawake 16 ambao wametoka kutoka nafasi moja kwenda nafasi wanawake 52, nafasi moja kwenda nyingine, lakini 16 wamekuwa viongozi katika makampuni mbalimbali mbali, na wako wengine wameingia kwenye bodi mbalimbali, lakini na kubadilisha hata nafasi ndani ya organizations, lakini wengine pia kutoka hata nje ya organization. Kwa hiyo program inawasukuma kufanya mambo fulani fulani, na ni ngumu kuelezea mpaka mpaka uingie darasani ndio utaweza kuelewa programu hii, na mmesikia hapa wanasema kwa nini ina tofauti gani na programu zingine nyingi? Kuna utofauti mkubwa kwa sababu kazi kubwa, ukiachilia kwamba wakufunzi, kuna mambo wanakupa eh? lakini kazi kubwa ina, inafanywa na wewe mwenyewe. Unatakiwa kujitafakari, kujiuliza na kuchukua ule uamuzi wa kwamba sasa ninaenda kujisukuma mpaka hapa. Naye Nice, Skolastika Kabonge kutoka Geita Gold Mining amesema baada ya kupata mafunzo kutoka katika programu hiyo anatarajia kukua katika masuala ya uongozi hasa kwa upande wa nafasi ya wanawake. Nimefurahi kuwa sehemu ya kohoti ya kumi na moja ya Female Future Program ambayo tunatarajia kuanza hivi soni. Matarajio yangu ni baada ya kupata, baada kupata mafunzo kutoka kwenye hii program ni kukua katika masuala ya uongozi sana sana, ukizingatia kwa, kwa upande wa nafasi ya mwanamke, tukiangalia katika taasisi nyingi Uh, sana sana labda mimi ninayetoka katika kampuni ya, ya, ya migodi, kwamba tunaangalia kwamba nafasi ya mtoto wa kike au nafasi ya mwanamke, kumekuwa nafasi zile za juu zimekuwa na watu wachache. Kwa hiyo kupitia, kupitia mafunzo haya ambayo tunapata katika Female Future Program natarajia kwamba skills zangu zitaongezeka, lakini pia utendaji kazi pia utakuwa umeongezeka kwa kiasi kikubwa, lakini pia nitapata nafasi hata nikiwa katika level ya kufanya maamuzi nikiwa na viongozi wangu kama mtoto wa kike <coughs> au nikiwa kama mfanyakazi naweza nikapata nafasi ya kufanya maamuzi pia vizuri kupitia skills ambazo nitazipata katika hii programu.